na mshukuru Mungu, tumepata nafasi tena ya kuendelea na somo letu hili, na tunatafakari somo lenye kichwa ambacho kinaeleza tumaini tulilo nalo katika kufufuka kufa na kufufuka kwake bwana wetu Yesu Kristo. Na leo nataka uangalie tumaini la nne, tumaini la nne. Tunapata uhakika ya kwamba nguvu ya Roho Mtakatifu inakaa ndani yetu. Kufa na kufufuka kwake Yesu Kristo kunatufungulia mlango wa Roho Mtakatifu kuweza kukaa ndani yetu na kutenda kazi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 Kwa hiyo tumepewa hii neema kubwa, Mungu ametufadhili, Mungu ameachilia Roho yake ikae ndani yetu ili aweze kutenda kazi kupitia sisi katika ulimwengu, tutumike kama chombo chake cha kazi. Mwili wako unafanyika kuwa hekalu la Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anakaa ndani yako ili kuweza kukusaidia kutenda yaliyo mapenzi ya Mungu na kuyatimiza makusudi ya Mungu. Hili ni tendo kubwa sana katika maisha yetu, kwa sababu pekee yetu hatuwezi. Miili yetu ina tamaa nyingi, na lakini Roho Mtakatifu anaachilia tunda la Roho ndani yetu, ili maisha yetu yawe ya heri, yawe ya baraka. Anakaa ndani yetu, ili kutusaidia kuyatenda yote yaliyo ya Mungu kama Biblia inavyosema ya kwa kwamba, ikiwa Roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, ikiwa huyu Roho anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Yesu Kristo Uh, katika wafu atahuisha miili yenu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anatutendea kazi kubwa ndani ya kuhuisha miili yetu, maana yake kuifanya hai. Uh, na, neno huisha ni kuweka uhai. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anaweka uhai ndani yetu ili tuwe na nguvu ya kuyatenda mapenzi ya Mungu katika maisha yetu, na naho ujua ya kwamba Roho Mtakatifu anakaa ndani yako. Mara nyingi tume Tafuta habari za Roho Mtakatifu ndani ya mtu kwa kuangalia uwezo wake wa kunena kwa lugha. Lakini tunasahau kwamba mtu anayevumilia ni tunda la Roho. Mtu mwenye kiasi ni tunda la Roho. Mara nyingi tumeangalia ishara chache, tusijue kwamba kuna huruma, kuna utu wema. Vyote hivi vikitokea ndani ya mtu, huyu mtu Roho Mtakatifu anakaa ndani yake. Na tunapewa uhakika huu kwa sababu Kristo alikufa akafufuka, ukawa ni mlango wa sisi kufanyika kuwa makazi ya Roho Mtakatifu ndani yetu. Na tuombe. Bwana Yesu, tunakutukuza. Asante kwa kuwa Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu. Ni tumaini kubwa ambalo umetupa, ni neema kubwa ambayo umeachia kwetu. Wewe Bwana uliye mwema, mwenye uweza wote, ninakusifu fadhili zako na neema yako. Ifunuliwa kwa mtumishi wako huyu sawa na neno lako, ya kwamba huyo Roho anayekaa ndani yetu atauisha miili yetu. E Bwana, ukatuishe ukatufanye hai kwa mambo ya haki, na tukawe wafu kwa mambo ya dhambi. Neema yako endelee kuwa pamoja nasi, ukauishe mwili wake hata katika hali ya kawaida ya udhaifu wa kawaida wa mwili. Hiyo mifupa ikapate uhai, nyama ya mwili ikapate uhai, mishipa ikapate uhai, kila kiungo kikapate uhai. E Bwana, ukampe uzima ndani yake katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Mungu akubariki sana, neema ya Mungu ikutunze, Tunakutakia wakati mwema.